Hey, Limo. This man. Hey, mchana mchana nilikuwa niko bizi bizi, niliona kwenye simu yangu kama ulilipigia hivi hey. Uh, uliza tu baba, uliza <laughs> Ase Limo Unajua Limu, we ni yani, katika miongoni mwa Wachaga ambao mafanikio yao ni machache, ukiona we umo, yaani yani, we Limu, kwenye mafanikio ya kipesa uko chini, na kwenye mafanikio ya pia mwanamke mtamu uko chini. Hata we Limu ni binadamu au ni mademu ambaye anatembea we? E, embu sikia, ngoja sasa nikuambie Unajua limo, katika vitu ambavyo inabidi uvijue... Kwanza nishushe sauti, kwa sababu mama chale yuko nje anapika hapo. Hii katika vitu ambavyo inabidi uvijue na ni vya umuhimu. Ukiachana tu na hela, lazima ujue mwanamke mtamu anaonekanaje, anafananaje. Yaani mwanamke mtamu unaweza ukamjua tu kwa jinsi vile anavyoongea yaani, speechless yake ya kwanza anayoizungumza mwanamke, utajua kabisa huyu mwanamke mtamu. Mwanamke vile anavyotembea, utajua mwanamke mtamu. Mwanamke vile ambavyo anakuangalia, utajua mwanamke mtamu. Sio unaangaliwa na mwanamke kama deni la serikali limekuja ndani ya uso wao. Mwanamke mtamu ana vipengele kama vile unavodai madeni kule kule. Ukiuza shambani kule, yaani mwanamke ana kila sizo kama unaangalia episode yale mwanamke na kila ukiona mwanamke anakutazama kama ametoroka na shuka la mwembini hospitalini kule, huyo hawezi kuwa mtamu limo. Hebu achana naye, niende katafute hela kule. Yani, ukikutana na mwanamke mtamu limo, nakupa sili limo. Huku Dar es Salaam mimi nimekuja, lakini waise, Dar es Salaam limo, kuna wanawake watamu yani limo. Yeah, yeah, yeah, yeah, ye. Ukija Dar es Salaam na hela zako ambazo umeuza ndizi limo <gayi> utarudi Moshi baba yangu huna hata senti e. Kwa hiyo zingatia hayo, zingatia hayo, limo eh? zingatia hayo mama, mtu anakuja nani eh, sasa umesikia limo eh, nita, nita, nita, nitatuma ile pesa yangu ile e, e, unipakilie ule mzigo wangu nije niuze huku Dar es Salaam baba yangu e, e, e, ukwela ipo ela ipo aya baba yangu aya baba. usiku mema ile zingatia ile eh